Lengo kuu la mafunzo haya ni kuongeza ufanisi katika uzalishaji, kuimarisha njia za utendaji kazi ili kuongeza ubora wa bidhaa na kutoa huduma bora zaidi katika sekta ya kilimo. Ni dhahiri kuwa wakulima na wazalishaji wadogo huchangia katika uzalishaji wa mazao ya chakula nchini na kutoa mali ghafi kwa viwanda. Pamoja na mchango huo mkubwa, mojawapo ya changamoto zinazowakabili ni upungufu wa ujuzi wa mnyororo wa thamani wa mazao yanayozalishwa pamoja na upatikanaji wa masoko na bidhaa zitokanazo na mazao hayo. Tulivyokuja sivyo tunavyorudi, kumbe kilimo ni ajira. Na ombi, tungependa kuomba hii elimu iwe endelevu, isiishie hapa, kwani tuliyojifunza tunapaswa kwenda pia kuwafundisha wenzetu. Lakini tumejifunza mambo ya msingi sana kama wakulima na wasindikaji. Kupitia jiana, nane, lakini kupitia mafunzo tuliyopokea jana, wine iliwe bora, ni lazima iwe tena miezi nane hadi mwaka, lakini sasa kulingana na mitaji ya wasindikaji wetu, ndio maana wine inanyweka kwa miezi miwili, mwezi mmoja, ndio maana mnaiona imetapakaa sana barabarani. Lengo nini? Hawana mitaji wasindikaji. Kama itafika stage, Serikali ikawatambua kwamba wakopeshe kwa muda mrefu. Kwa hiyo tutoe ombi kwa Serikali iwaangalie wakulima na wasindikaji kwamba wapewe mikopo ya muda mrefu iweze kuwasaidia, na hakika waini yetu ya Dodoma iwe bora na ingie kwenye soko la dunia. Jukumu kubwa la kwanza ni kuhakikisha tunafanya tafiti na kuzalisha teknolojia zinazotatua changamoto za wakulima wetu. Na langu ni kwa wale washiriki, tuna tatizo tukishapata mafunzo hatuyapeleki kwa wenzetu tunakuwa na ubinafsi wa aina fulani. Jirani yako akiwa hajapata mafunzo vizuri, atakusumbua kwayo. Tunaomba kwa namna moja au nyingine, baada ya mafunzo haya pia tuwashirikishe uh, wale wengine. Kwa kuzingatia hilo, Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Vijana, Ajira na Watu Wenye Ulemavu kwa kushirikiana pia na wadau mbalimbali, imeendelea kutekeleza programu ya Taifa ya Kukuza Ujuzi ili kuwezesha nguvu kazi ya taifa kuwa kuwa na ujuzi ambao utawawezesha kujiajiri au kuajiriwa lakini vile kwa vile kuajiri wengine. Kwa msingi huo, katika mwaka wa fedha 2025 - 2026 serikali imepanga kutoa mafunzo ya muda mfupi ya kuongeza ujuzi kwa wakulima katika sekta ya kilimo wapatao elfu moja. Mafunzo haya yatafanyika kwa njia ya nadharia na vitendo. Wataalamu wetu kutoka TARI ambao watawezesha mafunzo haya watatoa mafunzo katika maeneo yafuatayo, kwa maana ya mkoa wa Dodoma katika zao la zabibu, mkoa wa Singida zao la alizeti, mkoa wa Iringa mchichalishe na nyanya, na mkoa wa Mbeya kuna maharage parachichi, lakini vile vile pamoja na matumizi ya mashine na mitambo ya kilimo, ambapo kila mkoa wakulima au wanufaika mia mbili hamsini watapewa mafunzo hayo.